Minaitu Abdallah Ahmed Juma, naishi Mbuyuni na Mtoni. Ni mfanya biashara Mchangani pale nauzauza <coughs> nguo za kawaida, vitu misatu. Sasa katika biashara za ramadhani hivi watu wanachukuliwa vitu vyao, na wana, wana, watu, wana tofaut, tofauti tofauti, wengine wana maastolaa. Sasa kila siku zikienda watu wakiwaona wanakimbia, wakiwaona wanakimbia. Sasa katika kuja juzi, mimi nikoona, na mimi nikachukua vitu vyangu nikakimbia. Kukimbia ndo wakanifukuza nifukuza mpaka chochoroni, wakaona ndani ya mwizi, ndani ya mwizi, nikaanguka, wakanikamata, wakaanza kunipiga, wakanifunga pingu, wakanipeleka mpaka Darajani siku ile. Darajani pale wakasubiri gari, ikaita gari, wakanitia kwenye gari, wakanipeleka pale Jimkana kwa hivi kuna ndo kambi yao, nasema pelekeni kambi yao. Kufika mule ndo, ndo wakaanza kunipiga kuchukulia kuni, vitu vyangu na mzigo wangu kila kitu mpaka wakaniona kama nishazimia, ndo wakaniacha wakaondoka. Ndo wakaja jamaa zangu jamaa zangu wakaja huku na huku, wakataka na pesa juu tuwatoe ili nitoke sasa ndo kutoka na mimi ndo nikatoa pesa nikatoka, ndo ngenda hospitali nikafanya utaratibu mwingine. Ah, nimeteswa sana, nimepigwa yani, nimechoma moto kwenye miguu, kwenye mikono, mgongoni, wamenipiga sana tu, wamenifunga kitambaa cha uso na akananipa kesi kwa. Hawa ndo mwamsho wenyewe Mbuyuni, ndo ninawataka eh, kwenye listi tunao. Kwa hiyo naanza kutadili nao hivyo hivyo alikuwa wananipa kesi hizo baada ya kunijeruhi majeraha ndani. Alikuwa kuna mtu mmoja tusido kidogo, naye alikuwa Muislamu naye kafunga, akaniombea niombea, akanika pembeni, akanifungua kitambaa, akanipa maji ninywe, afu akanambia napigie jamaa zako, ngapigia na wakaja jamaa zangu. Baadaye ndo nikapelekwa hospitali kwa hospitali hospitali. Ilikuwa shamwachia Allah, tena Mungu atajua kwa kuwalipa na wao, ila kuna watu wenye busara zao na hekima zao, akanifata kaniambia, Bwana, kwa jambo kama hili la unyama uliofanyiwa nisikubali, lazima nielezee kwa kila kituo kinachotoa taarifa ili wajue jinsi gani tunavyoishi katika nchi hii, inachukuliwa sheria gani askari kufanya vitu kama hivi? Kitu chako mwenyewe, mtu unakufanya kitu kama hichi, au kama umetumwa, si waseme? Unajua, vifaa vyangu vingi vimepotea, kwa sababu kama mzigo uliokuwa nao unakaribia milioni moja na nusu na mfukoni nilikuwa na kama laki moja sabini, simu yangu saa pete amechukua, mpaka nguo amenichania, umebakisha na boxer tu. Biashara nadhani Zanzibar haipo salama, kwa sababu kila pale wanavunja alafu hawajengi. Sasa kuna watu wengi wanavunjiwa, sasa hajui pa kwenda, nafahamu na huku mwenye mali zao, mtu anazidisha makodi, hujui utafanya nini wewe mtu, ndio maana wanataraza kimwenye ufanye ili mradi upate kipato chochote ambacho siku ninachokuingiza lakini still wao bado wanatunyanyasa, wanatufanyia vitu kama hivyo. Sisi tunataka tufanye nini sasa? Tuibe au labda nataka tuibe au tupigane tuwe majambazi huko nje au vipi? Serikali mimi na kama serikali wafuatilie, sio wananchi zao wananchi, wana wana, wao tunaishi vipi, tunafanyaje? so kwa, kama wao ndo askari wajijue, wao na askari tu amna, wachukue na sisi, haki za binadamu tunatakiwa tuwe nazo.